Alipochungulia ndani ya hema Leshan, aliona Mfalme Siloma amegeuka kuwa mnyama wa kuogofya, na alikuwa anakula mmoja wa walinzi wake. Mkono wa mlinzi huyo pekee ndio uliokuwa umebaki. Hii ni hadithi ya kusisimua kuhusu mfalme mkatili aliyekula watu wake. Jiunge nasi katika hadithi hii ya kusisimua na usisahau kusubscribe. Hadithi hii ilitokea wakati vijana wa Masai walikuwa wamepelekwa msituni na mfalme wao akisema alitaka kujaribu ujasiri wao. Usiku mmoja kijana kwa jina la Leshan aliamshwa na harufu mbaya iliyotanda kambini. Harufu hiyo ilikuwa nzito na mbovu kwa njia ya kutisha, ikifanana na harufu ya nyama iliyooza na ilikuwa imeshikamana kwenye nguo za kila mmoja. Asichokijua ni kwamba harufu hiyo ilikuwa inatokana na mmoja wa vijana waliokuwa wakiliwa na mfalme. Mfalme Siloma alikuwa amewaambia vijana hao kuwa wangewinda na kupimana nguvu na wanyama wa porini kuonyesha uhodari wao. Lakini sasa ukweli wa ndani ulidhihirika kwamba mfalme alikuwa na sababu nyingine. Alitaka kupeleka vijana hao kufanya tambiko za kichawi na pia kutoa baadhi yao kama kafara kwa kuwala ili kuendeleza nguvu zake za kifalme. Usiku huo, Leshan alisikia harufu hiyo kali ikifuatana na minong'ono ya ajabu, kama ya mnyama aliyekuwa akimezwa na chatu mkubwa. Alifikiri mmoja wao alikuwa hatarini. Hivyo, kwa ujasiri aliamka na mkuki wake na kuelekea pale alikosikia sauti hizo. Kwa mshangao, Leshan aligundua kuwa sauti hizo zilikuwa zinatoka kwenye hema la Mfalme Siloma lililokuwa mbali kidogo na hema za vijana wengine. Alidhani mfalme alikuwa hatarini, kwa hivyo alielekea kwenye hema hilo. Alipofika, Leshan alinyanyua mlango wa hema kwa tahadhari na kuchungulia ndani. Siloma hakuwepo kama alivyozoea kumuona. Badala yake, palikuwa na kiumbe kilichojikunja kwenye kivuli, kikila kitu kisichotambulika. Ngozi yake ilikuwa nyeusi yenye chongovu, kama mizani ya mamba, na macho yake mekundu yalimetameta gizani. Leshan alipokaribia, aligundua kuwa kiumbe huyo alikuwa anakula mkono wa binadamu. Moyo wa Leshan ulianza kupiga kwa kasi. Alirudi nyuma haraka bila kupiga kelele wala kukimbia. Alishindwa kuelewa mfalme Siloma alikuwa wapi. Alidhani huenda mfalme alikuwa ameuliwa na yule kiumbe. Akitetemeka, alishika mkuki wake kwa nguvu, akalenga kiumbe hicho kwa lengo la kumwokoa mfalme. Lakini alipoangalia vizuri, aligundua kuwa kile kiumbe hakikuwa mnyama wa msitu wa kawaida. Kilikaa kama pepo na uso wake, alipoutazama kwa makini, ulikuwa wa binadamu. Kilichomshtua zaidi ni kwamba uso huo ulikuwa uso wa Mfalme Siloma mwenyewe. Bila kupoteza muda Leshan alianza kukimbia kurudi kambini, moyo wake ukidunda kwa haraka na hofu. Alijua kuwa kama mfalme alikuwa amemwona, basi maisha yake yalikuwa hatarini. Na kweli mfalme alimwona. Asubuhi iliyofuata, Leshan alijaribu kuwaeleza wenzake kilichotokea. Aliwaambia kuwa alimwona mfalme akiwa katika sura ya kutisha akila mmoja wao. Lakini vijana waliomzunguka walimcheka na kusema kuwa labda alikuwa ameota ndoto mbaya. Hata hivyo, kulikuwa na jambo la kushangaza. Kijana mmoja alikuwa ametoweka, na hakuna aliyekuwa na habari kuhusu alikokwenda. Mfalme Siloma aliwaambia vijana kwamba kijana huyo alikuwa ameenda kuwinda peke yake. Lakini Leshan alikuwa ameona mabaki ya damu karibu na kibanda cha mfalme usiku ule. Aliwaza kwa kina kwamba huenda kijana huyo ndiye aliyeliwa na yule kiumbe. Hakusema mengi kwa kuwa hata kama angetaka kuelezea zaidi, alijua hakuna mtu ambaye angemwamini. Mfalme Siloma alianza kumwangalia Leshan kwa macho makali na ya kutisha. Baadaye alimwita Leshan na kumweleza kuwa alitaka waende matembezini usiku huo. Leshan alitambua kwamba hiyo ilikuwa hila ya kumuua. Kwa hivyo alijifanya mgonjwa, akidai kuwa hakuwa na nguvu za kutembea. Usiku uliofuata, Leshan aliamua kumfuatilia mfalme kwa siri. Alimwona Siloma akitoka kwenye kibanda. Kibanda chake peke yake na kuelekea msituni. Leshan alimfuata kwa mbali akijificha kwenye vivuli vya miti. Mfalme Siloma alipofika kwenye uwazi mkubwa msituni, mwanga wa mwezi ulikuwa unapenya kupitia matawi. Pale msituni, mchawi mrefu mweupe kupita kawaida, aliyevaa mavazi yaliyotengenezwa kwa mifupa, alimsubiri. Leshan aliona jinsi mchawi huyo alivyompa mfalme bakuli lililojaa damu na jinsi mfalme alivyoinama kunywa. Baada ya kunywa damu hiyo, mwili wa Siloma ulianza kubadilika, ngozi yake ilianza kupata madoa meusi yenye muonekano wa mizani. Alianza kuonekana kama kiumbe wa kutisha aliyekuwa akionekana usiku uliopita. Leshan alisikia mchawi akimwambia mfalme aende akamtafune Leshan kwa sababu alikuwa kafara wa pili aliyehitajika ili kukamilisha tambiko. Leshan akiwa amejawa na hofu, alirudi nyuma polepole pole. Lakini alipogeuka kutaka kuondoka, ardhi ilianza kutetemeka. Alipoangalia nyuma, aliona kiumbe kile kikikimbia kumfuata kwa kasi isiyokuwa ya kawaida. Leshan aliongeza mwendo kwa haraka, akihema kwa nguvu, akijua maisha yake yalikuwa hatarini. Akitambua kuwa hangeweza kurudi kambini kwa usalama, Leshan aliamua kukimbilia moja kwa moja kijijini mwao. Lakini kiumbe kile kilikuwa kinakimbia kwa kasi ya ajabu kiasi kwamba Leshan alipata hofu kuwa hangefika kijijini kabla ya kushikwa. Alipokuwa akikimbia, alikutana na yule mchawi aliyekuwa amesimama mbele yake akicheka kwa kebehi. Miguu ya Leshan ilikosa nguvu na akaanguka chini akiwa tayari kwa kifo chake. Mchawi alimsogelea huku macho yake mekundu yaking'aa zaidi ya moto. Alimkalia Leshan tumboni na kumshika kwa mikono yake iliyokaa kama mifupa mikavu, akaanza kumnyonga kwa nguvu za kutisha. Pembeni, kiumbe wa Siloma alikuwa amefungua mdomo wake tayari kumtafuna. Leshan aliona mwisho wake umefika. Aliwaza juu ya bibi yake kijijini na watoto wawili wachanga waliomtegemea. Alilia kimya kimya, machozi yakitiririka, akijua kuwa maombi pekee yangembakiza hai. Akiwa na pumzi ya mwisho, Leshan alipaza sauti kwa shida na kusema kwa dhati ya moyo, kwamba Yesu amsaidie. Ghafla, nguvu isiyoonekana ilimshukia mchawi na kumbwaga chini kwa nguvu. Mchawi aliguna kwa mshangao na uchungu. Leshan hakusita. Aliamka kwa kasi na kukimbilia kijijini bila kuangalia nyuma. Alipofika kijijini akiwa hana viatu, akihema, akiwa na majeraha, lakini moyo wake ukiwa hai, aliwaambia wazee wa kijiji kila kitu kilichomtokea msituni. Wazee walikaa kimya kwa muda mrefu, wakitafakari. Hatimaye mmoja wao alisema kwamba mfalme Siloma alipotea akiwa kijana kwa siku tatu, na aliporudi alionekana kuwa mtu wa ajabu mwenye ukimya mwingi na unyama wa kutisha. Walieleza kuwa kila mwaka alipokwenda na wanarika msituni, vijana watatu walitoweka, lakini mfalme alijitetea akisema kwamba katika majaribio ya ujasiri, vifo kwa wanyama wa porini vilikuwa kawaida. Sasa waliweza kuelewa ukweli. Walielewa kuwa Siloma alikuwa amejiingiza katika agano la giza. Wazee walishauriana kwa muda mrefu na hatimaye wakaamua kuitisha mkutano wa dharura wa kijiji. Usiku huo walituma ujumbe kwa vijiji vyote vya kifalme, wakiwaambia kuwa hakutakuwa na kula wala kunywa kwa siku tatu. Watakuwa katika maombi na kufunga, wakiomba Mungu avunje nguvu za agano la giza. Kwa siku tatu kijiji kilinyamaza. Sauti pekee zilizosikika zilikuwa ni za sala na kilio cha kuomba rehema kwa Mungu. Siku ya tatu, kabla ya jua kuzama, mwindaji kutoka kijiji cha mbali na Imadu aliwasili akihema. Aliwaambia wazee kwamba alipovuka msitu mkubwa, alikuta miili ya Mfalme Siloma na mchawi wake ikiwa imechanwa vipande vipande na simba mkubwa. Wazee walifuatana naye hadi pale msituni. Waliona mabaki ya miili hiyo imevunjika na kuliwa kwa sehemu. Simba alikuwa ameondoka, lakini alama za nyayo zake zilikuwa bado wazi. Wazee walikubaliana kwa sauti moja kwamba fisi wa msituni wamalize mabaki ya maadui zao, kisha wakaondoka kurudi kijijini. Siku chache baadaye, Leshan, kijana mcha Mungu mwaminifu na mwenye huruma, alitawazwa kuwa mfalme mpya. Chini ya uongozi wake uchawi ulipigwa marufuku kabisa, kijiji kikaishi kwa amani, watu wakacheka tena na watoto wakacheza bila hofu tena.